Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Leo nitazungumza mambo muhimu sana, mambo ambayo yaliyopelekea sisi tukafika hapa katika kuharibu mali eh, katika machafuko kuua watu eh, lakini cha sababu ni nini? Sababu ni kusikiliza mambo ya kipumbavu mambo ya ujinga. Kuna baadhi ya watu wanakaa tu kwa ajili ya kuwapumbaza watu. Mnazungumza mambo wewe unayasikiliza mambo hayo, unayaamini. Mwisho wa siku, moyo wako unapatwa na kutu, unafikia hatua kufanya mambo ya ajabu, ima kujitoa muhanga, ama kwa kuto kusema kuiambia familia yako itulie, mwisho wa siku familia ikapotea. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Ahmad ibn Yahya Ahmad ibn Yahya ibn al-Waziri, anasema Kharaja Shafi'i rahimahullahu ta'ala yawman min suqil qanadil fataba'nahu Fa idha rajulu yusaffihu ala rajuli min ahli al-ilmi, alitoka Imam Shafi rahimahullah, amrahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoka siku moja katika soko la qanadil ili ni soko ambalo liko mahala panapoitwa Kanadil. Ahmad ibn Yahya anasema kwamba fatabanahu, tukamfuata Imam Shafii, yaani Imam Shafii alikuwa sokoni akatoka, basi tukamfuata. Tulipomfuata, fa idha rajulun yusaffihu ala rajulin min ahli lilmi, mala mtu mmoja amfanyia upumbavu mtu mwingine yule anayefanyiwa upumbavu ni katika watu wa kiilmu, kwamba mtu mmoja akawa anamfanyia upumbavu mtu mmoja katika watu wa kiilmu. Faltafata shafi'i ilaina, akatugeukia imamu shafii waqala, akasema: nazihu asma'akum an istima'il khana kama tanzihuna alsinatakum Yatakasheni masikio yenu na kusikia maneno ya kipumbavu kama mnavyozitakasha ndimi zenu kuyatamka maneno hayo mabaya, hayo maneno mabaya, kama mnavyozitakasha ndimi zenu kuyatamka maneno mabaya, basi pia yatakasheni masikio yenu kuyasikia maneno mabaya, fa innal mustami'a shariku sharikul qa'il hakika mwenye, hakika msikilizaji mwenye kusikiliza maneno mabaya ni mshirika katika dhambi na mwenye kuyasema, zile dhambi anazozipata mwenye kuyasema maneno mabaya ndo, ndo dhambi anazozipata mwenye kuyasikia maneno mabaya yaani, umeyasikiliza ume kabisa umekusudia kuyasikiliza yale, yani maneno mabaya, wayasikiliza ili uyafanyie kazi wa inna safiha, na hakika mtu mpumbavu la yandhuru ila akhbatha shaiin fi inaihi huwa akatizama kitu kibaya zaidi katika vyombo vyake, huwa akatizama chombo kibaya zaidi katika vyombo vyake. Fayahrisu ayafrighahu, akapapia kwenda kumimina chombo hicho kibaya fi, ayu, fi auiyatikum, katika vyombo vyenu. Yaani mtu mpumbavu huwa akawa na vyombo vyake vilivyojaa vilivyojaa na kitu na, cho, na kitu fulani, basi akaangalia vile vyombo vyake, katika chombo kibaya zaidi ndo akachukua amimine katika vyombo vyenu. Wala urudda tikalmatu safihi la saida radduha kama shakia biha qailuha laula, rudishwa neno la mtu lampumbu, mpumbavu lau la lau la, la pingwa neno la mtu mpumbavu, basi angelikuwa mwema zaidi yule mwenye kulipinga neno hilo, kama alivyokuwa mwovu yule mwenye kulisema. Naleta na, na kiasi leo anatokea mtu anamzungumza kiongozi wako, rais wa nchi, unampa nafasi ya kumsikiliza kwa nini usiwe mwovu? ikiwa kiongozi ni kiongozi wako, ndio kiongozi wako. Kwa nini utoe nafasi ya kusikiliza maneno ya mtu anayezungumza upumbavu? Tusijaribu kabisa kutoa nafasi ya kumsikiliza mtu mpumbavu anapomzungumza kiongozi wako, anamzungumza rais wa nchi, anamzungumza kwa ubaya, anamsemea mambo mabaya, anaita, anataja watoto wake vibaya. Kwa nini mpe nafasi ya kumsikiliza? Kwa nini taifa lisifika hapa? Kwa sababu watu kathirika, ni, ni sisi wenyewe tutaumia, tutakuwa vilema. Haya, tuone sasa. Kwa hiyo ndio maana Ahmad ibn Yahya anasema kwamba Imam Shafi alisema, alisema kwamba wala urudati kalimatu safihi la saida raduha kama shakia biha kailuha, lau larudishwa neno la, la, la mtu mpumbavu la rudishwa ni la pingwa lau la, pi, la pingwa lau lingepingwa neno la mtu mpumbavu, basi yule mpingaji anayepinga angelikuwa ni mtu mwema, mtu mzuri, kama alivyokuwa mtu muovu yule mwenye kulisema neno hilo. Waqala Shafi'i radhiyallahu anhu, na akasema Imam Shafi'i radhiyallahu anhu katika maneno mengine, kataba hakimun ila hakimin aliandika barua mtu mmoja mwenye hikma, akamwandikia mtu mwenye hikma mwenzake. Sasa hii hili haya maneno yanapasa kuwa ni wadhi, maneno haya anayazungumza yanapasa kuwa ni wadhi kwa washauri wa kiongozi, ama washauri wa mtu mwenye ilmu. Anasema kataba hakimun ila hakimin, aliandika barua mwenye hikma umwandikia mwenye hikma mtu mwingine ambaye ana hikma, qad utita ilman falatudannis au qad utita ilman fala tudannisu ilmaka bidhulmati dhunubi, umepewa ilmu usichafue ilmu yako kwa giza la dhambi unaposema kwa giza la dhambi maana yake nini kwa maana umetenda dhambi nyingi mpaka zimefanya kama giza yani zikiwekwa mahala fulani nakuwa kama ni giza yani in short ni kwamba maneno haya kwamba fala tudannisu ilmaka usichafue ilmu yako bidhulmati dhunubi kwa, kwa, kwa kutenda dhambi nyingi kwa kutenda dhambi fatabqa fi dhulmatin ukabaki katika giza yauma yasaa ahlul ilmi, siku ambapo wataenda watu wenye ilmu bi nuri ilmihim, kwa mwanga wa ilmu yao. Ni sawa sawa, mara nyingi kwa mfano mtu anaweza kuwa ni kiongozi, amekuwa kiongozi, akawa kiongozi bora, akawa kiongozi mzuri sana, sasa akamaliza uongozi wake, anatakiwa awe ni mshauri mzuri kwa kiongozi mwingine, anatakiwa awe mshauri mzuri kwa kiongozi mwingine, ndio hivyo hivyo. Anatakiwa shekhe, amemaliza muda wake au ameretire kwa ilmu, ana ilmu, amekuwa shekhe, sema bwana, ah, mimi nimechoka kwa kuhudumia Waislamu na namwachia Se mungi, se mw, namwachia shekhe mwingine asimam. Basi huyu shekhe si kwamba ndio si shekhe tena, atakiwa awe mshauri mzuri kwa shekhe huyu. Kwa mtu mwenye hikma aliandika barua kwa mwenye hikma, mtu mwingine kwa mtu mwingine ambaye pia ana hikma, ni mtu mwenye busara aliandika ilmu kwa mtu mwingine ambaye pia ana busara, aliandika barua kwamba umepewa ilmu, usichafue ilmu yako na dhambi fatabqa fi dhulmati yawma yasia ahlul ilmi bi nuri ilmu, ukabaki katika giza siku ambayo watu wenye ilmu wataenda kwa mwanga, watakuwa na mwanga wa ilmu yao, ukabaki katika giza. Ni maneno yenye hikma. la tajal qalbaka mithlan nahari, la tajal qalbaka mithlan nahari yashrabu minhu ma yashau, usiufanye moyo wako ni mfano wa mto anakunywa ndani ya mto huo yoyote anayetaka. Mwanadamu, usiufanye moyo wako ni mfano wa mto anakunywa ndani ya, ya mto huo yoyote anayetaka anakunywa ndani ya mto huo yoyote anayetaka au anayeutaka. ijal qalbaka mithla albahari, ufanye moyo wako ni mfano wa bahari. Moyo wako ufanye uwe kama bahari. yashrabu minhu alghariqu fihi, anakunywa ndani ya bahari hiyo mwenye kuzama ndani ya bahari. <laughs> Namusoma